Yote. Majiji yote msichukue bidhaa za raia, msichukue bidhaa za raia, hizo bidhaa ndio ofisi ya raia wetu. Usichukue bidhaa, hata kama ana jambo ambalo linahitaji kuelekea kuhusu masuala ya utaratibu tushughulikie jambo linalohusu utaratibu, bidhaa yake aachiwe. Bidhaa halali aliyonayo mtu aachiwe, bidhaa hiyo ni mtaji, tusiwe mitaji ya watu. Huu utaratibu wa kuchukua bidhaa haukubaliki. Na mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya Wafuatilieni wale waliochukua bidhaa hizo warudishe. Kama wamepotea nazo, ni wezi kama wezi wengine. Kama raia amekosea kuwa mahali, bado haikupi wewe uhalali wa kuchukua zile bidhaa zile za kwako. Haya ni mambo ambayo yakbari. Tusicheze na mitaji hii, mitaji ni ofisi ya mtu kutamamadii amepiga osi amekaa hapa si nini wali beba, beba nini? Haya hayakubali. Hii ni mitaji ya watu, hizi ni ofisi za watu. Ofisi lazima ziheshimiwe. Tumesema hatutapiga vita umaskini kama hatutaheshimu vijana watafutwe pale, watafutwe na ijulikane huo mzigo wameupeleka watu, kama wametokomea nao wachukuliwe hatua kama wezi wengine. Kuwa ofisi ya jiji haikupi uhalali wewe kupoka mtaji wa mtu, kupoka mali ya mtu. Hiyo mali ndio ofisi yake, ndo mtaji wake. Na tunataka vijana hawa waendelee, wapige hatua. Tunataka hawa vijana wawe mabilionea kwa hiyo nitumie swali ni hili kuambia na majiji mengine, msichukue mali za raia. Na nitakuwa nafuatilia kila mkoa ninapopita, nitakuwa natembelea maeneo na waliko raia, kila mkoa ninapopita. Mama yetu hapendi uone Baada ya kuapishwa alisema, hata kama mtu amedaiwa deni kubwa kuliko eneo anatakiwa arejeshewe. Wewe unakuaje huku huku, mtani, mtani unapora una mali ya mtu, hili halikubaliki. Kwa waambie wa jiji au watakuwa wanawajua, muulizeni hata vijana, inawezekana anajua hata majina yao, anawajua hao watu, watafutwe eh, watafutwe, warudishe mali Nae, wa wa na kama wametokomea naye, wachukuliwe hatua tu wanavyochukuliwa wezi wengine.